Habari ya sasa hivi ndugu wateja, leo nataka nikawaelekeze namna ya kutumia application yetu ya NV Power Solution, baada ya kuwa tume, kuna maboresho tumeyafanya kidogo. Kwa kwanza, bila kupoteza muda, utaenda kwanza, kama ulikuwa unatumia ile version ya zamani, tafadhali naomba uende kwenye settings, then utadelete ile version ya zamani, then utaenda kwenye Play Store, utaandika NV Power, utapata version mpya. Baada ya kupata version mpya, bila kuchelewa, utabonyeza kama ya kwangu mimi, tayari hii hapa, utabonyeza, itaniletea kama hivi Okay. Sasa hapa ni kwamba mimi huku nilikuwa na akaunti yangu. Sasa mimi nita log out, ili niweze kuelekeza tangia mwanzo, namna ninavyofanya kazi, kwa maana yake, hapo utakuja home Ukija hapa it means, utakuwa huna account, kwa mfano hata ukitaka kununua luku, unaona haiwezekani, lakini utakuja hapa kwenye guest utaanza kutengeneza sasa, utaanza kutengeneza username yako. Kwa mwisho, moja kwa moja utakuja kwa sababu huna username wala password, utakuja hapa kwenye jisajili, utabonyeza hii jisajili hapa, baada ya kubonyeza jisajili utaanza kuingiza, tuseme namba yako ya simu, mimi naingiza kwa ya kwangu hapa sufuri sita tisa tisa hamsini na nne themanini hamsini na saba. Namba ya mita kuu, naweka namba yangu ya mita kuu hapa, ambayo ni hiyo, umeiona na wewe utajaza ya kwako. Hii ni mfano tu, na we utajaza ya kwako, unaona. Unakuja namba ya submeter, namba ya submeter, kama kawaida, unaanza na sufuri sufuri, then ndio unaendelea kwa mimi najaza jaza ya kwangu submita mm, ambayo ni hii hapa, najaza na jaza ya kwangu submita tatu arobaini na tatu kumi na mbili arobaini na moja. Baada ya hapo, nitaweka vendi user name yangu sawa. Taweka vendi username yangu ambayo ni mitajanja mitajanja. Password yake ni moja mpaka sita, na nitathibitisha hapo, then hapa chini sasa, hizi ni taarifa zako za akaunti yako ya ku login. Kwa mfano labda mimi jina langu naitwa Yusufu. Naweka Yusufu, Yusufu au password yangu naweza nikaweka moja mpaka sita, inategemea kwa mfano, mimi nitaweka moja mpaka sita, lakini unaweza ukaweka password yoyote ambayo unataka wewe. Baada ya hapo, namaliza kwa kujisajili. Baada ya kujisajili, sasa hapa nitakuja, nitaandika username yangu ile ya ambayo nimejisajili nayo inaitwa Yusufu Yusufu, password yangu moja mbili tatu nne tano sita na login. Baada ya kulogin nitakuja moja kwa moja sasa hapa kwenye kununua luku, nitakuta taarifa zangu ziko hapa, namba yangu ya mita kuu hiyo hapo, namba yangu ya submita hiyo hapo. Kwa maana yake hapo ni nikuthibitisha taarifa zangu, nikibonyeza thibitisha Nakuja naingiza namba yangu ya simu ambayo sasa itakatwa pesa, ambayo nitanunua umeme kwa mfano. Mimi namba yangu ni hii, naingiza kiasi changu labda elfu moja na hamsini na sita a, umeme wangu na kiasi lazima kianzie elfu moja. Hamna umeme wa mia tano huku, kwa maana yake hapo utaendelea na malipo sasa. Hiyo namba niliyoijaza hapo ipo kwenye simu hii hiiko, manake sasa hapo kuna pop-up inatokea kwenye ukusimu yangu, kunathibitisha namba yangu ya siri, ili hicho kiasi kiasi cha pesa kiweze kukatwa. Hapo tayari nimesha confirm kama unavyoona hapo, inakwambia processing payment generating tokens. Mwona Imekuwa successful. Hii ni main meter, umeona main meter. Token zetu hizo hapo. Hizi ukishajaza umeme wako kwenye mita kuu utajaza hizi token hapa then utakuja za submit hizi hapo utakuja zijaza kwenye submit. Kwa hiyo ni, ni simple tu kama hivyo umeona, na baada ya hapo, baada ya kujaza manake, hata kama ukirudi siku nyingine ukitaka